cha timu ya taifa. Uh, nadhani kila kitu kilikuwa wazi, nadhani kocha amefuatilia ameniona mechi mechi zangu nilikuwa nacheza, nilikuwa na perform akaona akaona, uh, eh, nafaa kujumuika kwa timu ya taifa. Uh, pia namshukuru kwa hilo kwa kuniona na kunijumuisha kwa timu ya taifa. Uh, matamanio yako kwenye timu ya taifa au unajiona wapi kesho yako kwenye timu ya taifa ya Tanzania senior team? Ah, matamanio yangu ni kufanya vizuri, matamanio yangu ni kufanya vizuri kwenda kucheza vizuri mechi ya South Africa, niweza kuipeperusha bendera ya nchi yangu Tanzania. Kwanza, kwanza, kwanza, uh, na, ah, hapa, hapa, ah, taifa. Taarifa hapa, hapa, na simu za watu wakinipigia wakinambia nikiona pia na message. Yeah. uh, taarifa nani ambaye ana support sana kazi yako mama baba au ni nani ambaye taarifa kama hizi anakuwa wa kwanza kukupa ku, ku, taarifa au unakuwa wa kwanza kumpa taarifa ah, hizi taarifa naona nadhani familia yangu bado hajaziona labda paka jioni kupitia kwenye vyombo vya habari familia yangu sio watu sana ambao kwenye mitandao, mitandao. Nadhani pia labda paka majirani waambie au watu wanonifahamu akikutana nao akiwaambia nadhani taarifa atazipata lakini hadi sasa hivi sijaona bado simu yao nadhani watanipigia baadaye wakishapata taarifa na wenyewe kwa kwa wewe umepokeaje, ume kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kwenye senior team? Ni mara ya kwanza eh? Na hapana, nishaitwa mara kadhaa nyuma lakini japokuwa sipata nafasi ya kucheza. Lakini pia hii namshukuru Mungu kwa kuita tena, pia timu ya taifa ni jambo zuri, kuita kwa kikosi cha timu ya taifa. Umeipokeaje hii taarifa? Na nimepokea kwa furaha, nimepokea kwa furaha maana ni ndoto ya kila mchezaji kuita kwa timu ya taifa na kucheza katika timu yetu ya taifa ya Tanzania. Kuna namna kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ukiachilia mbali uh, kuiwakilisha nchi uh, kuna namna, kuna kitu inakuongezea wewe kama mchezaji hasa kipindi hiki cha uh, ligi zimeshaisha ndiye? Yeah, yeah, kabisa kabisa. Kuita timu ya taifa ni jambo kubwa, kuita timu ya taifa ni jambo kubwa. Kila mchezaji ya sasa kwenye kadri yetu ya mpira ni jambo kubwa sana, maana ukiwa na CV ya national team, ukiwa kwenye klabu yako pia unafanya vizuri, unacheza vizuri, ni kitu kikubwa zaidi kinakusaidia kupiga step kubwa zaidi mbeleni hususan wachezaji, wachezaji wengi wa Ulaya, za ya ya wa nchi yako. Kwa sasa unalenga nini hasa baada ya kuwa tayari umejumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya fokasi yako malengo eh, ya ya yako yamekaa ya vipi? Ah, fokasi yangu mi kama mchezaji ni kwenda kuipambania kwanza nembo ya Tanzania, cha pili ni kwenda pia kupambana mi mwenyewe pia kwa ajili ya kali yangu na maisha yangu mengine pia kujiongezea zaidi CV nizidi kufanya vizuri na kuenda zaidi mbele katika safari yangu ya mpira. Tuna mchezo dhidi ya, ya, ya Afrika ya Kusini. Uh, tunafahamu, uh, hata kwenye ranking, Afrika ya Kusini iko juu sana, sana. Uh, kitacheza dhidi ya Bafana Bafana i mm, Bafana Bafana ni timu nzuri, wachezaji wazuri wanacheza katika vilabu vikubwa Afrika na Europe pia na duniani kwa ujumla. Ni kitu kizuri pia, maana unakutana na mechi nzuri, mechi ya ushindani mi najiandaa vizuri na sisi kama timu tutajiandaa vizuri kwenda kuipeperusha vizuri bendera ya Tanzania. Naiona mkiisaidia timu ya taifa kupata matokeo mazuri mbele ya Bafana Bafana? Ya kabisa kabisa kabisa. Tutajiandaa vizuri kwenda kufanya vizuri mbele ya Bafana Bafana. Sawa, e, ulikuwa unapasha pasha hapa. Umesema ni uwanja gani huu? Huu unaitwa Bora huu kwa mzee wa garage. Anaitwa okay. Mzee wa garage pamoja na kocha Shavi. Huaga wapogo hapa sana sana, sana kwenye private session. Oh, mazoezi umefanya na yamekwenda poa kabisa, kabisa. Ah, mazoezi poa. Bwana, mimi nataka nisikie neno ni lako la mwisho e. Umejisikiaje baada ya kujumuishwa e? Ii swali ni kama nimekuuliza lakini nataka nikuulize ni tena kwa mara ya mwisho. Umejisikiaje? Ah, nasikia furaha kama mchezaji anapojisikia furaha kwenda kuitwa kwenye timu ya taifa. Ndugu yangu, ah, ni mpango kazi pia upo pia mimi nafanyaga mawasiliano sana na kochi hapa, mzee wa gereji hata shavi akiwepo, na kwa nawambia kama kipindi cha, cha likizo nahitaji nini pia nenyewe ananishauri. Na pia unaweza kaja hapa tukaanza mazoezi mdogo mdogo au unaweza ukaja hapa kama ikiwa umetoka kabisa mapumziko mapu labda mapu, mapu nimepumzika siku mbili tatu, kuna mazoezi yake special anakupa. Uh, mm -hmm, lakini kikubwa gawa na program nzuri, ana program nzuri na ni health kabisa kwa wachezaji. Hiyo ni mpango kazi ambao unakuwa upo, ni mpango kazi kabisa upo bwana. Sema ya kuitwa timu ya taifa kubwa sana hii eh, eh bwana, jambo zuri, jambo kubwa sana bwana. Mimi nikushukuru sana na nikutakia kila la heri ah, shukrani sana, shukrani sana.